Na ujambo ndugu, mtazamaji wa Baraka One TV popote pale ambapo zikotutizama, mimi naitwa Roger Seko Rafael, ambao nitawaletea leo kipindi cha mitazamo yetu, na tumaini hata niseme shukrani. Usikose kujabone na kushare kwenye Baraka One TV hata tupate kusikiliza mitazamo yetu. Oh, jambo jambo, papara jambo, nashukuru bwana kusikiliza info za asubuhi Tunasema asante kwa Mungu nasihebu na kucha kabisa, mbingu za Bwana ziko zinafanya kazi e, pia tunashukuru basi kwa matangazo e, nilipenda kusema hivi, ndugu yangu, ya naona shetani ni bumbafu, ni makundi yetu ya silaha bado mjinga wa wa mapori ingali ndani ya vichwa vyao kabisa. Eske vrema batu benyi bako na akili banaweza kujua kama tuko munchi ya vita, vita haija malizika, baanze kugombania, kugombana benyewe kubenyewe, bagombanie kitu chochote? Nakuwa sawa imbwa zenye zimekuwa kuyalala, ziko zinagombania mifupa sini vitu vya aibu hivi, mkuwe munakemea wale watu kabisa, munakemea kabisa tena. Makundi ya watu wakubwa, makundi ya watu waheshima, ju enyi kwenafanya ile ujinga ya upata vile vrema, inafa tunasi eh, ya kutumba ngoma mazito, kuitisha wale basoda yote wenye walipigana masasi baba ikalishe fasi moya Wawakemee kabisa ile ya hewa isiendelee, isi ndani ya masoda ya, ya vale wa vaviana. Ile ni ujinga kabisa ya kuonekana watu eh. Wengine wanaweza fanya ile ujinga, lakini sio ile makundi mbili kameme kundi la uliamu ya kutumba kundi la, la ngoma nzito, eske vrema wanaweza rushiana masasi na kuleta zile masauti za vile haiko mzuri, mubambie siye raia tunabambia, kama haiko bie haiko bien, ile ni ujinga, ni ushenze. Eske kuna, kuna inchi ya Bafulero wala kuna inchi ya Babembe? Mbona wanatajiingizia vitu vyenye haviweziwezekana? inchi ni inchi ya raia, inchi ni inchi ya raisi, haiko inchi ya makundi, hapana. Wasikuwe wanajibishana mbaya vile wataleta ubaguzi wa makabila ile na njoo mshenzi yenyikwe na kumba wa Kongo bana, huko ndo na waguana nyewe wenyewe kubenyewe, na adui naye anapata nguvu, anapata kwenyata penyea wakati wako na waguana maile. Hali ya vile sio vizuri. E, asante papa Rajao. E, neno lingine tunashukuru kabisa guvernema yetu ya Kongo, wakati naweza kamata wajibu ya kuo ya kuvuta wale wajeshi mkiaskari ni mzuri sana na siishie pale, wawavavatie wawa, wawa, wawa, wawa, kabisa wale watu wawafatilie vizuri vizuri, wawafatilie wakuwe kondane amoro, njo wajeshi wengine wakamatie akili pale, wasikuwe bana baacha tu hapana sababu so, wangali na zile roho za mauaji balipenda kuangamiza Kongo yote mzima, wakati bangelimuua rais. Unajua machafuko ngapi yenye nyingi ilifanyika ndani ya nchi ya Kongo? Pale njo banapaswa kuwa kondanea amoro kabisa. Eh, tunankuraje Bazalendo vrema na FRDC kazi yenye bako banafanya juu ya ugombola Goma ukavu wagombane kabisa, bagombole nchi baitoshe mikono ya watu babaya, kusudi raia yetu nayo ipate amani ipate usalama. Asante, Mungu awabariki kwa kazi ya asubuhi, na Mungu awatie nguvu na mbingu za Bwana ziwaandalie mazuri. Hamjambo mm, Bwana Rajabu, hamjambo wa journalist wote wa radio Baraka na tv Baraka, ndio tunafuata yala ambao unatupitizia kupitia televisheni yako, na tunashukuru sana kazi ambayo unafanya kazi ya, ya sensibilisation de la population et puis ya tout le monde tous les patriotes, yani kila mtu mmoja anampenda nini, anampenda Kongo. Kuna kitu kimoja nilikuwa nikifuata ni kilio cha bwana Mwezi Nyarugavu. Sasa kuna neno moja ambayo alisema inayo nishangaza kwamba yeye kama mtu kumbe ana conscience kwamba arme etranger haistahili kufanya nini fanya occupation. Alikuwa akitaja miji ambayo iko kipena ipna arme Burundese yenyewe nasaidia Wakongomani kwa kwa na hawa wahasi wasiendelea, anasema makwao. Sijui makwao ni huko, sijui kabisa. Anasema huko saidi zote za hopla to yote ni ao wao wa Nyamlenge ndio arme Burundese meshikilia pamoja na wa saidizi wao, anasema wasaidizi wao wa, nasema, wa wazalendo kuliko kusema arme burundezi ni wasaidizi wa wazalendo. Yeye anasema sasa wazalendo ni wasaidizi wa arme burundezi, na akasema neno ambao kweli inanishangaza sana akisema koma in arme etranger pe okipe vraiment terre ambazo sio zake, eske inaeleweka? arme etranger ko okipe inter ambayo sio yake, alafu nataka kuuliza

haizi kuwa na aibu ya kusema neno kama hili ya kusema koma inarina etranger pe okipe, wale alitaja tu himiji ambayo ni kando ya nini ya Burundi, yani ni mpaka wa Burundi. Sasa wao ambao walikuwa efiltre mpaka Kinshasa, wao kwa masitisio zote kiokipe kel pl, wakiuliza kiokipe kel pl ils ont occupe le Congo pendant 18 ans Meme plus de 18 ans wakati mzee Laurent Desire Kabila alikuja. Kabila ni mwenzao huyu Kanambe ils ont qui peut 18 a diriger le Congo toutes les institutions. Sasa, wenyewe wanajilinda na kujikinga kwa wale red tabara na wale tikwaneho. Yeye sasa, malalamiko yake ni nini ukipitiza? Oni kama, malalamiko yake c'est quoi au juste kama me prendre conscience ambo mzera jabo baria mchana, ndugu yangu, majira ya siku inaenda ye, ndugu yangu, basi tunamtakia mchana mwema na weye na mama na jama na familia yote. E, mzera jabo, neno nilipenda ne kuzungumzia tunapata uzuni sana sana sana sana sana juu ya bazi yetu ya kizalendo eee, tunapata uzuni sana kuhusu bazi ya kizalendo kwa njia mzee Amuri ya kutumba na majeshi ile na anayo na mzee Ngoma nzito na majeshi anayo bale, yenyewe balifikia kugombana naona mzee Rajabu, neno mi nataka kuzungumzia ingawa utaipeperusha na batushikie ju, tunajua banafuataka emission ya Baraka TV e, popote pale weko biongozi banafuataka ju habawezi kosa simu kubwa. Lakini neno nataka kuzungumzia, banatuchosha bakaji juu kashikia pale pa Baraka TV benye biko Marekani, benye biko Australia, benye biko Ungereza, benye biko Jermani, Bakongomani, kila mtu anajinyimaka ushingizi na iko oblige auze mega mu afate mu fromule mulemuko Bazalendo, manake kile banafuatiaka ni tumaini ya shie peple kongole yote hivi. Niko mzee Rajabu bale bazenjo viko na jisahabu baze ya kizalendo na basimamizi ya magunde ya kizalendo kama bo viko habajione, kwenye shiye bakongomani, tuna ba kuwekea na tumaini tunayo juu yabo, na benye kuwa ndani ya inchi na benye kuwa inji ya inchi ni bonjo viko na jisahau kuna sauti mondi semaka hivi haina raisi atateteaka bazalendo kwa hii jambo ya kuokoa nchi ya Kongo. Nadhani unakumbuka wakati eacerikuaka pale Goma na ba ofisier ya FRDC benye swadi za FRDC benye biko itilize na bakaoko na Kagame na Ipolite Kanambe kazemberere bile bito balianza kutumikisha me peple lilamukaka juu ya bazalendo wakati balianjaka kumenase bazalendo mu e, marsh ankoler ile balifanyaka mugoma periode ya ya se ilikuwa mugoma ni peple nashie tuko na barasire benye batabaonoreaka aita kwaka guvernemat nishi e peple kongole juu wakati banarealize kile balituprometre kufukuza adui atewe raisi at atafute kubazarau na kubabafue na kubatupiria inje, peple tutalamuka juu ju yabo, tutalomba rekompanse kwa ile banafanya, lakini bo bananja kujisao Mzee Rajabu bana jisaau ili ile na misio enye tuna batumainiaka mwayo, baze ya kizalendo haina misio. Tuna batumainiaka mwayo, mzee Rajabo, misio enye tuko na batumainia mwayo, ningine na misio ya makuta ya bumakamba, ningine na misio ya kubakia Bornefa Shimoya banakwa naangaliana na bakaoko banaona, saa ile fazi mana yake Kongo ilisha bauzisha ile fashi sasa, bana yake yakuishi ile fashi, maadui haina ile mzera jabu ile kuikala fazi moya kwa kusema bunakuwa bunakuche, inakuwa saa vile zoezi ya kuangalia hapo makuta kwa mankamba kuangalia ule alisema nini, aina ile yenye tuko na batumainia mwayo. Ile kusababu misio hata rais mwenyewe kama alibatosha mupori, ni nikusema alibatumainia na aliona FARDC na mutrair banani, batamudefendre bale batamu defendre ni bazalendo

muweka ndio bali weka coordinateur, bariweka hivi haina ile banza kufia pale. Biko ba general habana na salaire pale, biko ba general ba fonction ile iko ya paka vile. Kuko fonction ya kweli, unaweza kuoko kapiten na uko na fonction yenyewe, unajikuta pesa ya

Omuntu shikia hata muzalendo mwana akufa mkupambana na adui. Kulikoni asemwa bobe yenyewe pa bobe yenyewe. Omwe research ya muzalendo ililie kumaunga ya mwadui kulikoni achibe yenyewe. Bazetu banajisahabu, bamze amuri banajisahabu, bamze rene, bamze kamama. Bamze ngoma nzito banajisahabu vile bananja kwenda nabyo. Nieri tufike kumwisho ya hii michombi konayo kesho na kesho kutwa dunia mzima ibaki na historia yabo yabakiza lendo. Mbona tuko hivi? Pole sana mzee Rajabu, mengi ya kusema ikome, muda ni kidogo selon eh, nyakati ya emission namna. Ni hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa mitazamo yetu, na watazamaji wetu nitoshe shukrani kwa King Cell from USA ezide kizenga tembele kizabe ayeba Butoto, from Australia, Kiza Salumu, Mashaka Ayamba, Biondo Kilamba, Mawe Mzee wa wae, aasa emand asmba, Samuel Ramake, Muhammed Papiki, Tula Simon, Kakuma, from Kenya, Elisha Nairobi, Manuel Mwangombe, Asani wazee Asukuru Ayeba, Amani Bagule ramaan. Shukrani kwenu nyote, tukutana tena katika vipindi vijavyo viayo.